Bongozozo, niko hapa na Joran Nkumbi. Huyu sasa ndio tuseme mentor yangu kwa Kiswahili. Mentor ndio nini? Mnasihi, mnasihi? Ha, e, mnasihi. Yani mimi najifanya tu naongea Kiswahili, e, lakini e. Niko na mtaalam mwenye ulumbi, kila e, bahala e, unafanya nini hapa? E, ha, hapa tumeletwa na Bakita na ha. Kazi yetu kubwa ni kuja kuchochea katika kusambaza Kiswahili. Unajua Kiswahili kimeota mbawa na kwa miaka na mikaka tumesubiri kwa hamu. Na kwa... Na mikaka. E, kwa miaka mingi yani, na mikaka. E, na... miaka na mikaka ni miaka mingi sana, tumesubiri kukisherehekea Kiswahili nje ya mipaka ya Tanzania, na hatimaye leo tuko katika ardhi hii ya Fidel Castro, ardhi hii ya Kina Che Guevara wana mapinduzi, kwa ni kama nasi tunafanya mapinduzi ya lugha ya Kiswahili. Ukiangalia Cuba ni kama Daudi mbele ya Goliati. Tumekuja kuungana na watu wa Cuba wao walitushika mkono sana katika harakati za, za kujikomboa, na leo wamekumbatia Kiswahili na tumeona pia eh, kamusi iliyotafasiriwa kutoka Kiswahili kwenda kwenye Kilatino. Kwa hiyo kwa kweli ni, ni tajamala ni saada na sudi, yani ni bahati iliyo njema hapa... <laughs> Tajamala, tajamala ni nini? Ni upendeleo. E, ni kama vile ulikuwa haustahili yeah. Lakini hatimaye umefika hapa katika nchi ya Cuba, ndio sawa, ni upendeleo. Kwa hiyo angalia umayamaya, huyu mayamaya ni idadi kubwa ya watu, ni kadamnasi ama mauma. Wote tumekuja walumbi kusherekea lugha yetu katika ukanda huu wa Karibe ama Caribbean country, si mchezo bwana. Asante sana. Kama unavyoona, niko na mwongeleaji mkubwa sana na tatizo yeah. Mimi kabla ya kuongea na wewe Joran yeah. Yani nilijua mi najua Kiswahili, kumbe yeah. Sijui amenifundisha maneno hata kumi na tano hapa, hata niye ameshangaa yeah. Yani huyu ndio mkongwe mwenyewe wa lugha ya Kiswahili. Ongera sana kuwepo na mimi, nashukuru sana nimekutana na wewe hatimaye hatimaye, ingawa si mlumbi wa walumbi lakini nalumba ingawa si mneni wa waneni lakini nanena nayuka huku nikiweseka kiwendawazimu. Naam, uzuri wa Kiswahili ni kwamba Kiswahili kinakaribisha maneno mapya mapya, kama fuja usiomiza, kama kuna mwaka fulani wakisema chakachua, chakachua, basi mm, inakubali. Kama Watanzania wenyewe ni wakarimu, lugha ya Kiswahili ni karimu. uh -huh, naona uh -huh. Kuna maneno fulani yametoka, sasa Waheheni kuna na neno moja kudendua. uh -huh. Kudendua. Kudendua unaelewa? Kudendua, kudendua, kudendua ni kula kwa fujo. Unajua kudumdum? Ni kuoga. Ndo kuoga. Unanifundisha lugha, umenifundisha lugha, basi tumebadilishana. Ndio raha ya Kiswahili. Fujo. Fujo isifanye nini? Isiyoumiza. Isiyoumiza. Pamoja sana.